Wana watu wengi sana wazuri, watajua jinsi ya kuwasoma, yasema Simba wanajua, wala usifikiri wajui, kwa sababu wana idara ambayo ni nzuri sana katika kufuatilia. Kocha Faru Davis mzuri sana katika eneo hili, walipocheza dhidi ya kwa mfano RS Berkane. RS Berkane waliwasoma Stellenbosch, manake hapa naongea RS Berkane. Kwa sababu gani? Ukifuatilia mpaka sasa, wale mabwana wamefunga goli saba, wameruhusu kumi. Simba imefunga mabao kumi imeruhusu sita, kuruhusu mabao kumi, unaweza ukachukulia labda timu ambayo labda inaruhusu sana, ina mislead, inapotosha, ina katika mechi walizocheza mechi nane mabao manano wameruhusu, wame, katika mechi dhidi ya RS Berkane waliruhusu vipi? Hapa Simba inaweza ikawa starting point ya kuanzia, walipocheza mechi ya kwanza, nadhani, walicheza mechi ya kwanza katika zile mbili. RS Berkane waliwasoma tayari vizuri vya kutosha Stellenbosch. Na pia sasa pale uwanjani naenda kukamilisha. Yaani kile naenda kufanya Yanga na Stand United leo hii ni kukamilisha kazi ambayo imerudi na benchi lake, kukamilisha kazi ya Masudi Juma, Stand United na benchi lake walifanya. RS Berkane ni wakubwa sana. Sasa hivi kutoka Simba kwa ubora unaofuatia ni RS Berkane. Wanacheza na timu ambayo weightless kulinganisha na wao ya Stellenbosch. Lakini walipocheza waliamua wawaachie mpira. Stellenbosch wajanja hawakuumiliki huo mpira. Matokeo yake RS Berkane wakamiliki mpira 57. Nini walichofanya RS Berkane? timu kubwa lakini tazama character walizozionyesha, waliacha wachezaji wawili tu nafasi kwa stand, tunasema average position wawili pale mbele, mmoja anaitwa Osama Limlui, mwingine anaitwa Riyad e, Riyah Imad. Waliobaki wote wachezaji wa RS Berkane walikuwa nyuma, yaani nyuma ya mstari wakati wa uwanja. Kwa lugha nyingine ungeweka kwenye mfumo mfumo wa kuchekesha ni moja nane mbili, matokeo yake Aras, amini, wakiwa na mali sio wazuri sana hawajui kutunza mali. Ndio maana mipira 1116 wastani wa mipira 139 katika kila mechi bila mechi ya marudiano. Selembosh wako nyumbani, no way, wakamiliki mpira alimiliki asilimia ngapi? asilimia sitini na moja wakiwa na 39 mechi nzima wow. Stellenbosch walipiga mashuti manane, mawili on target. RS Berkane walipiga mashuti 15, sita on target, matatu kamba wakawafunga tatu moja. Si umeelewa vizuri? Na kutajia mfano mwingine kabla sijahitimisha na Zamalek. Kuna timu inaitwa Stade Malien katika kundi. Stade Malien walivyoenda kucheza na Stellenbosch, mechi ya kule South Africa, wakaingia kwenye mkenge kwenye kingi ya Stellenbosch ambao dakika za mwanzo wanakuachia mpira umiliki, wewe wakamiliki mpira asilimia 53, sawa, lakini mpaka mechi imeisha, Stade Malien walipiga mashuti 13, man on target, hawana goli. Stellenbosch walipiga mashuti takriban 19, 11 on target, mbili bila, wamekufa. Umeelewa vizuri? Zamalek, Zamalek katika mechi ya robo finali wakaenda kucheza dhidi, kocha Peseiro akaenda kucheza dhidi ya Steve Barker, kule South Africa. Kama kawaida wakawachia mpira Zamalek. Ni timu kubwa wakati wanaenda kucheza mechi wao, ndio timu ya nne kwa ubora barani Afrika sasa hivi ni Simba, maki, sikuchanganyi na hapa nazungumzia viwango vya CAF, wengine tutavuruga kwa sababu ushasikia, kwa mfano eh, viwango vingine, viwango vingine vile, mashirikisho mengine kama IFFHS, yani shirikisho la historia ya mpira wa miguu la kimataifa, la historia ya mpira wa miguu na takwimu. Mimi nazungumzia CAF, ambao ndio custodian wa mpira wa miguu. Walipoenda Zamalek, wakaupiga mwingi, wakamiliki asilimia 55, matokeo yake mechi imeisha Zamalek wamepiga mashuti matano kwa sababu ule mbinyo wa kina Ishmael Olivier Toure, mbinyo wa kina Tabo Moloisane, wa kina Godi Kazi God's Will, wa kina Fawaz eh, Basadien Basa, na kipa wao mashuti matano, mawili on target, wenyewe wakapiga mashuti saba, mawili on target bila bila. Mechi ya marudiano Cairo, Zamalek mbele ya mashabiki wao maelfu, wao ni wakubwa, wakaumiliki zaidi mpira, wajua limiliki asilimia ngapi? 63. Eh, Stellenbosch asilimia 37 lakini, mpaka mwisho wa mechi wakafungwa moja bila. Walifungwa vipi? ule mtego wao wa kuachia mpira mpaka mapumziko, Stellenbosch walikuwa mpiga mashuti matatu yote off target. Mpaka mapumziko eh, akafanya mabadiliko dakika 45, akafanya mabadiliko dakika 60, aliwatoa fuatao, alimtoa aliyeonekana ni winga wa kushoto, anaitwa Genino Palace, akamtoa badala yake akamwingiza mwamba mmoja mfupi mfupi fundi sana, tutakuja kumshuhudia, anaitwa Chumani Busaka, fundi sana upande wa kushoto. Akamtoa kuna mtu anaitwa Devin Titus, upande wa kulia akamtoa Ashley Kupido, striker wake akamwingiza Sanele, Sanele Banz. Akamtoa Andre Dijon, mchezaji wa kimataifa kutoka New Zealand. Hapa akamwingiza kuna mtu anaitwa e, Komojo Komojo Eh, Leo Kolea, Leo Kolan, Komojo Leo Kolan, majina ya South Africa. Ambao kama mtego.